Aikoa kinyonge, timu ya taifa ya Tanzania imeonyesha kuwa ina uwezo wa kushindana katika fainali za mataifa Afrika kule Morocco, licha ya kupoteza kwa mabao mawili kwa moja dhidi ya wa, watanzania wameonekana kuthamini kile amba, kwa maana performance ambayo imeonyeshwa na timu. Karibu sana mtazamaji wa Digital, naitwa Somo, nipo na Omari Mdose kwa ajili ya kuongelea kile ambacho kimetokea katika mechi hiyo ya kwanza kwa, kwa, kwa, kwa Taifa Stars. Mdose, e, matokeo unayatazamaji, una, una, una, una, una, una, una. Uh, matokeo matokeo ya kufungwa ni mabaya, lakini kwa namna ambavyo timu imecheza tunaweza kusema kuna uh, kuna kama maendeleo kidogo yanaonekana katika kuitengeneza Taifa Stars ambayo mwaka 2027 tunakuwa wenyeji wa kombe la AFCON. Lakini kocha pia ukiangalia ni, ni, ni, ni mpya katika kikosi kocha ambaye eh, hii ni mechi yake ya kwanza ya kimashindano baada ya kukabidhiwa Timu ikiwa tayari imeshafuzu kwenye michuano ya Afcon. Tumeona namna ambavyo timu imecheza mechi ya ufunguzi dhidi ya Nigeria. Nigeria ni timu kubwa kwa viwango vya FIFA ipo juu zaidi ya Tanzania. Lakini pia ina experience katika michuano ya Afcon, imechukua ubingwa mara tatu. Tanzania hata kuvuka tu makundi bado haijafanya kitu kama hicho. Kwa kucheza na Nigeria, kupoteza tumepoteza ni matokeo mabaya, lakini kupoteza kwa idadi ya tofauti ya bao moja sio matokeo mabaya sana. Tunatakiwa tuendelee kuboresha kikosi chetu ili tufanye vizuri katika mechi inayofuatia dhidi ya Uganda. Uh, inaonekana mabadiliko, kwa maana ya idadi ya wachezaji wengi kutoka kutoka nje, mbona hawachezi ligi kwa Tanzania bara. Ukiangalia wachezaji watatu wa mbele, watatu waliofuata, wachezaji almost sita wamekuwa kutoka nje ya Tanzania. Mchango wao kwa namna gani? Umeona eh, wameboresha eh, kiwango cha timu Uh, kuwa na experience player kwenye timu ni jambo muhimu, kwa sababu ukiangalia uh, nahodha Mbwana Samatta amecheza ligi mbalimbali mbali barani Ulaya, sasa hivi za Kiufaransa uh, licha ya kwamba baadhi ya wachezaji wengine wanacheza ligi za chini kama uh, mfungaji wa bao Charles Mombwa, lakini pia Msuva sasa hivi anacheza Iraq. Ni wachezaji ambao kutoka tu nje ya Tanzania inaonyesha uthubutu kwa wao upo wa namna gani? na hiyo pia inaongezea experience yao na kufanya kuwakumbusha wenzao ambao wanacheza ligi ya nyumbani nini ambayo inatakiwa kufanya kucheza na wachezaji wa wenye, wenye, wenye, wenye kariba tofauti. Kwa maana ya Nigeria, ukiangalia kikosi chao kina nyota kibao. Kama katika kikosi chao cha jana mchezaji mmoja uh, tu ndio alikuwa anachezea uh, ligi ya ndani. Lakini uh, ukiangalia kwa asilimia kubwa eneo la ushambuliaji Osimen namkuta Ademola Lukmani, Alex Iwobi, uh, Samuel Chukwueze ni wachezaji ambao wamecheza michuano mikubwa wanacheza ligi kubwa barani Ulaya. Uh, lazima watakuwa wanawasumbua Watanzania, lakini kwa wale ambao wachache ambao tunao lazima tu, tujivunie nao wanafanya kitu cha, cha maana katika kikosi chetu. E, foba kwa mara ya kwanza anaaminiwa na kupata nafasi katika mechi kubwa kabisa. E, performance yake unaizungumziaje? Amefanya kitu kizuri sana ukiangalia, uh, Foba licha kwamba ni michuano yake ya AFCON kwa mara ya kwanza anakaa golini, lakini pia tumemwona katika michuano ya kombe la shirikisho msimu huu katika kikosi cha Azam. Kocha Florent Ibenge anamwamini, anachukua nafasi mbele ya Fofana, mbele ya Aishi Manula, anaonesha uh, kukaa golini katika kuwakilisha nchi sio jambo la kubahatisha nini ambacho unafanya ndani ya kwenye uwanja wa mazoezi. Foba amefanya sevu za maana, tumeona namna ambavyo alikopo anawazuia washambuliaji wa, wa, wa, wa Nigeria katika kutikisa nyavu, ingawa experience ina, ina mhukumu kwa sababu unaweza ukaangalia kuna uh, mipira kama miwili alikopo anachelewa kutoka. Victor Osimhen mara kadhaa anaiwahi mipira anapishana na foba lakini hicho uh, kitu ambacho kinaweza kufanyiwa maboresho katika uwanja wa mazoezi na kocha Gamoni, nadhani amekiona, nadhani itakuwa atakuwa, zi, atakuwa bora zaidi katika mechi zinazofuatia kutokana na kile ambacho amekionyesha jana. Eh, kuna bato nyingine tulishuhudia eh, Osman na Ibrahim Ahmad Baka yes. Ibra Baka ni mchezaji ambaye mimi naweza kusema anacheza kwa maelekezo uh, ni beki ambaye ukimwambia nataka huyu mtu asitembee huwa anaifanya kazi vizuri sana. Tuliona katika mechi za kufuzu AFCON alikabidhiwa quirasi uh, yule, yule mshambuliaji wa Gine ambaye katika mechi za kufuzu AFCON kabla ya kukutana na Tanzania aliwasumbua mabeki wa timu tofauti tofauti, waliokutana nao, amewafunga amefanya anavyotaka, amepiga hattrick. Lakini dhidi ya Tanzania katika mechi ya mwisho amezuiwa, hakufanya jambo lolote la maana, kitu ambacho Uh, Baka ameenda kukifanya tena mbele ya Osimhen licha kwamba Osimhen alikuwa anafanya purukushani nyingi sana lakini mwisho wa siku hakutikisa nyavu. Ni beki ambaye uh, wa Tanzania tunakitokea tujivunie naye kwa sababu mipira ya juu anacheza mipira chini anacheza lakini pia kwenda kushambulia anaweza hiyo kazi uh, katika hilo Baka anahitaji kuheshimiwa zaidi. Tuliona mabadiliko tofauti, wengi walitegemea kumuona Baka akicheza na Job kwa sababu wamekuwa partner kwa muda mrefu kiangata kwenye upande wa club ni wachezaji ambao wa wamekuwa wanacheza pamoja tofauti na Baka pamoja na Mwamnyeto. Unafikiri nini eh, Mwalimu Gamonde alikiona akaamua kuanza na Mwamnyeto badala ya eh, Dickson Job? Uh, ni mbinu tu za mwalimu kwa sababu ukiangalia Mwamnyeto sio beki mbaya, ni beki mzuri. Tumemwona mara kadhaa anacheza katika eneo la ulinzi, anashirikiana vizuri na wale waliopo hata katika kikosi cha cha Yanga ambacho wanacheza wote Baka, Jobu, na na Mwamnyeto, akikosekana Baka, Mwamnyeto anacheza na Jobu, akikosekana Jobu, Baka anacheza na Mwamnyeto. Kwa hiyo ni mabeki ambao wanajuana. Kwa hiyo hata, hata kama angekuwepo Baka na Jobu, kuelewa wanakuwa katika klabu ni in, in, in, in, inakuwa faida zaidi. Lakini pia ukiangalia pia hata kocha atakuwa labda alisoma namna mpinzani wake anaenda kukutana na mpinzani wa gani. Ukiangalia Jobu, Jobu ni beki, watu wengi sana wanasema ni mfupi, lakini katika soka la sasa hawaangali huyu mfupi huyu mrefu ni namna ambavyo timing ya, ya wewe ambao unacheza una vipi na washambuliaji wa timu pinzani. Lakini uh, kocha nadhani aliangalia zaidi kwamba, okay tunaenda kucheza na Nigeria ambao eneo la ushambuliaji pale kuna wachezaji warefu, ngoja tuwaeke warefu wenzao waweze kupambana nao. Lakini pia hata Job alipoingia kipindi cha pili, alimsogeza pembeni kidogo, ili aweze kucheza upande wa kulia, sehemu ambayo amekuwa akimudu aki, kwa sababu ni, ni beki ambaye anaweza kucheza kati, anaweza kucheza kulia anaifanya kazi yake vizuri. Kwa hiyo yote kwa yote, naweza kusema kwamba ni mbinu tu za mwalimu, wala hakukuwa na jambo lingine la ziada. E, mechi nyingine ambayo ilichezwa usiku baada ya sisi kuanza kwenye kundi letu, e, Tunisia ilifunga Uganda mabao matatu kwa moja. Mechi inayokuja, Stars dhidi ya Uganda, unaona pengine tukiweka historia kwa maana ya kupata ushindi wetu wa kwanza katika fainali hizi tangu tuanze kucheza kwa mara ya kwanza 1980 yote inawezekana kwa sababu kuweka historia ni kitu ambacho Watanzania wengi sana wanakitamani wana, wana, wana kiona hata katika mchezo wa jana, labda pengine watu watu hawaja hawaja, hawaja kinoti, ni kwamba na jana pia tumeweka historia, kwa sababu tumeshiriki michuano ya AFCON, hii ni mara ya nne. Tulisubiri mara kwanza tumeshiriki mwaka 1980 tukasubiri takriban miaka 39 kuja kushiriki 2019 lakini pia sasa hivi tumesubiri tume takriban miaka 45 kuja kufunga bao katika mechi ya kwanza ya michuano ya AFCON. Uh, mara ya kwanza tumeshiriki 1980 tulifunga bao katika mechi ya ufunguzi ambayo tulikutana pia na Nigeria. Uh, Tanzania tulipoteza kwa mabao matatu kwa moja. Uh, uh, bao lile tulifungwa na, lilifungwa na marehemu Juma Mkambi, uh, katika ule mchezo ambao alifunga bao kipindi cha pili. Kwa hiyo imekaa takribani miaka 45 Chazi Mombo anakuja tena kufunga mwaka 2025. Uh, kwa hiyo rekodi kama hizi zinavyowekwa ndogo ndogo, mwisho wa siku tunakuja kufika kitu kikubwa mechi inayofuatia dhidi ya Uganda uh, inatukumbusha kwa namna ambavyo Uganda ni majirani zetu, lakini pia inaturudisha nyuma uh, kama ambavyo ilivyokuwa sh, mwaka elfu mbili na kumi na tisa kama siku kumi na tisa, ishirini na tatu ambapo kwenye michuano ya, ya AFCON tulikutana na, na, na Kenya uh, nao ni jirani zetu katika mechi ya pili kama hii ambayo tunaenda kuicheza. Uh, tulianza vizuri, tumefunga bao la kwanza tume, kipindi cha kwanza tumeongoza, lakini kipindi cha pili tukapoteza mechi kwa mabao matatu kwa mawili. Ni mchezo ambao unaweza kuturudisha nyuma katika kumbukumbu kuelekea mechi na Uganda, ni jirani zetu, lakini pia tuangalie nini ambacho tunatakiwa kwenda kukifanya. Uh, wachezaji wanatakiwa kuwa na, uh, na, na, na, na, na uelewa wa kuonyesha kwamba tunaenda kukutana na majirani zetu sawa, lakini uh, kipi ambacho nini ambacho tunatakiwa kufanya, kwa sababu uh, kukutana na jirani yako ambaye anakufahamu na, na unamfahamu ni jambo moja lakini pia kupata matokeo mazuri mbele yake ni, ni, ni jambo lingine. Tanzania natakiwa kujaribu kupunguza yale makosa ambayo yametokea katika mchezo wa kwanza. Ukiangalia eneo la mbele ilikopo halina utulivu, nafasi zinatengenezwa, lakini katika kubadilisha nafasi kuwa mabao imekuwa ni changamoto kuelekea katika maandalizi ya mechi inayofuatia, kitu kama hicho kikifanyia maboresho, naamini lolote linaweza likatokea na Tanzania ikaweka rekodi ya kupata ushindi wa kwanza katika michuano ya Afcon lolote linaweza likatokea. Omary Mdose hapa kwa na tia ujazo katika tathmini ambayo tulikuwa tunaiangalia ya kile ambacho kimetokea katika mechi ya kwanza, lakini nini ambacho pengine kinaweza katuja katika mechi ya pili. Mpaka hapo hatuna la ziada, tunaweka nukta. Mimi naitwa Elia Solomon, asante hadi wakati mwingine.